Tai Media. Ulipo tupo, twende pamoja. Imekuwa ni kawaida kwa baadhi ya wazazi na walezi kutofuatilia maendeleo ya watoto wao pindi wanapoandikisha kuanza elimu ya awali. Wapo wanaoelekeza jukumu hilo kwa wasaidizi wao wa kazi za nyumbani ambapo huwataka kuwapeleka watoto shule na kwenda kuwachukua bila kujali maendeleo ya mtoto yapoje. Tabia hii imekemewa vikali na afisa elimu msingi wa jiji la Mbeya Dkt Julius Winga, ambaye amesema watoto ni hazina kubwa kwa jamii na taifa kwa ujumla. Darasa la awali ni darasa ambalo lipo katika elimu ya msingi, na ndio maana inaitwa darasa la awali na msingi. Hata idara inaitwa idara ya elimu ya awali na msingi, kwa maana darasa la awali ni darasa la lazima ndilo ambalo mwanafunzi anaanzia kabla hajaingia darasa la kwanza na darasa la awali watoto wanaingia wakiwa na umri wa miaka mitano. Miaka mitano ndio mwaka sahihi wa mtoto kuanza darasa la awali, atasoma darasa la awali kwa mwaka mmoja. Baada hapo miaka sita anaingia darasa la kwanza. Uh, niseme tu da, elimu ya awali kwa jiji la Mbeya imekuwa na mwamko mzuri na mapokeo mazuri, kwa sababu ya mazingira yetu. Kwa sasa kila mtoto anayeanza darasa la kwanza anakuwa amepitia darasa la awali. Ni wachache sana ambao wanakuwa wana eh, wanapatikana wa kupitia darasa la awali eh, kutokana na changamoto mbalimbali, aidha ni wahamiaji hapa mjini eh, au ni wale wanaohama mitaa leo huku kesho huku, na wazazi hawana mwamko wa elimu hawa wakupata elimu ya kutosha juu ya darasa la awali. Aa, lakini kwa asilimia 99 tunafanikiwa, na mpaka sasa e, tumesha, andikisha zaidi ya asilimia mia moja, e, tuko karibu asilimia mia moja na nne kuandikisha darasa la awali. Serikali imeshagaramia miundombinu yote. Serikali imetoa majengo na ukiangalia majengo yameboreshwa fedha nyingi zimeletwa za kuboresha miundombinu, walimu wapo, wanalipwa mishahara na serikali eh? Vifaa vipo, vitabu vinatolewa bule eh? Vifaa vya kufundishia vinatolewa bule. Hiyo tafsiri sasa inayokuja kwa wazazi, anaamini akimleta mtoto huyu, mtoto sasa serikali impe uniform, impe madaftari. Pana tunaozungumzia elimu bule, hakuna mchango wote, hakuna ada eh? Hakuna hela ya kumlipa mwalimu, serikali inalipa. Eh, hakuna mwanafunzi anakuja na kitabu, serikali inaleta vitabu. Eh, hata juzi hapa tumepokea vitabu vya kutosha. Kila mwanafunzi ana kitabu chake kwa kila somo. Kwa ukiangalia serikali imefanya kwa sehemu yake. Kwa wajibu wa mzazi ni kuhakikisha mtoto anapata chakula, mtoto anapata mavazi na mtoto anapata vifaa vyake vya kujifunzia shule. Kwayo, kwa hiyo nitoe wito tu kwa wazazi kwamba lazima washiriki katika maendeleo ya kujenga elimu. Na mimi niseme ulisi wa mtoto ni elimu Kaya e, hata hata ungefanikiwa katika nyanja nyingine, mwisho wa siku utahitaji mtu aliyesoma ili akusaidie kuendesha katika shughuli zako za kiuchumi. Kwa hiyo tuandae watoto ili waweze kukabiliana na jamii na dunia. Inabadilika kama mnavyoona, dunia sasa ni sayansi na teknolojia. Pasipo elimu watoto hawawezi kuishi kukabiliana na changamoto zilizomo katika jamii. Kwa hiyo niendelee kutoa wito kwa wazazi wote, hata waliobize eh, ambao uelewa ni mdogo, wajue tu hazina pekee isiyoharibika ni elimu mtoto. Mali inaisha, fedha zinaisha, nyumba zinachakaa. Kinachoishi kwenye maisha ya mtoto ni elimu na maarifa. Licha ya mwalimu kufundisha watoto wapo shuleni, bado unahitajika ubunifu ili iwe rahisi kukabiliana na changamoto zinazoweza kutokea. Neemarodesi ni mwalimu wa awali wa shule ya msingi Pambogo iliyopo jijini Mbeya. Anasema pindi wanapowapokea watoto kuanza elimu ya awali hukutana na changamoto mbalimbali, maana mbali, mtoto hawezi akaenda shule ya msingi kama hajapitia elimu ya awali. Tumekuwa na semina zinazotupa mafunzo mbalimbali kwa lengo la kuendelea kuelimisha jamii, kuwasaidia watoto wenyewe katika kuwalea, ili waweze kuandaliwa vyema kwa ajili ya kuanza elimu ya msingi. Na kupitia mafunzo hayo kweli tumejifunza mambo mengi ambayo tumeyafikisha kwa wazazi tumekaa vikao kwa maana ya uawa ushirikiano wa wazazi na walimu. Kupitia hivyo vikao, wazazi wamekuwa na mwamko mkubwa na wameelewa maana ya kwamba kumbe elimu ya awali haijengwi tu na mwalimu. Mzazi pia ana nafasi kubwa sana ya kuchangia kumjenga mtoto wake kuanzia nyumbani. Mtoto anapoandaliwa na mzazi toka nyumbani, nakuwa ni rahisi sana kuja kuyapokea mazingira ya shuleni na kujifunza kwa utulivu hasa tukizingatia mazingira ya mtoto. Watoto wa elimu ya awali ni wale wana ambao wanakuwa wajapitia mazingira tofauti, wanapoletwa pale kweli kunakuwa na changamoto nyingi. Kwa mfano mtoto analia, anafika siku ya kwanza analia siku nzima, na sisi kupitia hivyo vikao tunawaelimisha wazazi kwamba, jamani, mwandae mtoto wako kabla hujamleta wapi, shuleni. Mweleweshe kwamba unaenda shuleni, mwanangu, unaenda kujifunza moja mbili tatu, lakini utarudi nyumbani, utakuwa na mimi kama mzazi wako. Kwa hiyo mtoto anapokuja shuleni anakuja akimona mwalimu kama rafiki. Kwa hiyo unakuwa na hali fani ya utulivu na kujifunza kwa amani. Hivi inakuwa ni rahisi sasa mimi mwalimu kuendelea kumjenga mtoto katika masomo, katika hatua zote za awali. Ndio maana mwalimu lazima uwe mbunifu, uwe mfaraguzi, unanyumbuka kulingana na mazingira. Changamoto ni nyingi jamani, kama nilivyokuambia, wengine wanalia mwingine anataka hiki, mama anamtaka, mama anataka hiki, muda hujafika kwenda nyumbani. Kwa mwalimu lazima uwe mbunifu, tunakuwa na mbinu za michezo, nyimbo, tunakaa nao kama marafiki. Yaani natakuwa mwalimu aoneshe hali fulani ya kuona, yaani mtoto akuone kama ni rafiki zaidi, sio mwalimu. Maana ifikiria mtoto anakuja kwa mtu ambaye hajai kukaa naye hata siku moja, hamfahamu, ni mtoto mdogo kwao. Kupitia nyimbo, michezo ile watoto tunawashirikisha pamoja, wanaanza kuzoea taratibu lakini, sana swala la lishe shuleni limewafanya watoto wajisikie vizuri sana, kwamba kumbe nyumbani tunakula na shuleni tunakula. Waona kama hii ni sehemu salama, wanakuwa na amani, wanacheza pamoja mpaka ule muda wa kuenda nyumbani unapotimia. Viongozi wa kisiasa hawapo nyuma katika kuwahakikisha watoto wote waliofikisha umri wa kuanza shule wanaanza kwa wakati, kama anavyobainisha diwani wa kata ya Iela Musa Ismaili Kuru. Sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hususani Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia nimshukuru sana sana mbunge wetu wa jimbo la Mbeya mjini Daktari Tulia Axon ambaye ndio mbunge wetu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa mabunge duniani kwa namna ambavyo ameweza kuli simamia jimbo lake vizuri kabisa lenye kata 36 na mitaa 181. Tunapokwenda sasa kuingia katika jambo letu la msingi kabisa linalohusu wale, ni hatua zipi zinachukuliwa <coughs> kwa wale wazazi ambao hawawapeleki watoto ambao tayari kimsingi serikali imetaka wasome? Nini kinachofanyika? Kwanza ni shukuru sana serikali ya wilaya, mkoa na kata, kumekuwa kuna changamoto ambazo tunazipata kuhusiana na wazazi ambao hawajawapeleka watoto shule na hatua za kuwachukulia zimeainishwa. Sasa hatuwezi tukachukua pia hatua bila kujua changamoto za huyu mzazi, kwa nini hajampeleka huyu mtoto shuleni. Kwa kuna vitu tumekuwa tunavibaini kuna changamoto za kifamilia, kuna changamoto za kibinadamu na nini. Kwa hiyo sasa tumefika hatua, tumekuwa sasa tunasimama katika kuhakikisha huyu mtoto, pamoja na mambo mengine yote tulionayo sisi yakinini, apate haki yake ya kimsingi, ambao haki yake ya msingi ni kupata elimu. Sasa kwenye eneo hili huwa tunawafikisha wazazi hawa kwenye mamlaka zinazohusika ambao hawajatimiza jukumu lao la msingi la kumpa huyu mtoto elimu. Na elimu sasa hivi serikali imeweka kitengo kabisa kwamba tunaanza sasa elimu ya awali. Kwa hiyo, elimu ya awali ina faida kubwa sana, kwa sababu hii elimu ya awali inamwandaa mtoto kwenda katika elimu ya msingi hatimaye sasa, na huyu ndo atakwenda kuwa sasa ni taifa la kesho. Kwa hiyo bila kusimamia sheria taratibu na kanuni, tunaweza tukajikuta tunapoteza kizazi ambacho kitakuwa ni chenye elimu. Kwa hiyo kwa kupitia miongozo tuliyopewa, kwa hiyo sisi tuliopewa dhamana tunasimamia kwamba kuhakikisha ni lazima kwanza tunawabaini watoto tulionao ndani ya mitaa yetu ni wangapi, tulionao ndani ya kata ni wangapi, tulionao ndani ya wilaya yetu ni wangapi, ndani ya mkoa wetu ni wangapi? Tukishamaliza hapo, tunahakikisha sasa tunasimamia katika zoezi la uandikishaji wa hawa watoto kwenda kupata hiyo elimu ya awali. Na wale ambao wenye changamoto basi tunakuwa tunajua changamoto tutaitatua vipi, lakini kimsingi tumefanikiwa sana kuhakikisha watoto wetu wanakwenda kupata elimu ya awali na hatimaye ya msingi na kuendelea na elimu zingine. Wazazi na walezi wanazungumziaje suala la uandikishaji elimu ya awali kwa watoto? Na je, ufuatiliaji wa maendeleo ya watoto upoje? Naitwa Maua Sadi. Ni muhimu wa, wa mtoto kwenda awali ni kumtengenezea mazingira, yaani mtoto aelewe, ili anapoingia darasa la kwanza asikutane na wale wageni. Kimpeleka shule cha kwanza mzazi nitakiwa ufuatilie matokeo ya mtoto. Kwa majina anaitwa Tumpe Elia Mwaipaja. Manake mtoto anapotoka shule lazima ufuatilie, lakini usipomfuatilia mtoto, basi huyo mtoto kielimu, ki seme anakuwa haipo sawa na wale wazazi wanaofuatilia watoto wao, anakuwa tofauti darasani na watoto wanaofuatilia, na ambaye humfuatilia memwacha tu. Inaelezwa kuwa wazazi na walezi wanapozingatia maendeleo na makuzi ya mtoto, inamsaidia mtoto katika ujifunzaji awapo shuleni na nyumbani. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yetu ili wa kwanza kupata habari zetu. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe, Time Media. Ulipo tupo, tuende pamoja.